Leo tumesaini mkataba kati ya ofisi ya mkuu wa mkoa na Burka Estate au kampuni ikiwa sehemu ya donation yao katika mpango mzima wa Daktari Samia kujenga ukumbi wa kimataifa katika mkoa wetu Arusha. Ndoto ya rais ni kuifanya Arusha kuwa mji na mkoa na kitovu cha mikutano ya kimataifa na kama mtakumbuka 2027 tutakuwa wenyeji wa mkutano wa nyuki duniani utakaofanyika katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa kuwa ndoto ya rais ni kufanya kuwa kitovu cha mikutano, amelizia kutupa fedha za kujenga kupitia wizara yetu ya mambo ya nje chini ya waziri wetu Balozi Kombo kuhakikisha kwamba Arusha inakuwa kitovu cha mikutano ya kimataifa na ukumbi huu utakuwa ni wa kwanza kwa Afrika Mashariki na kati na katika tatu bora za kumbi Afrika sisi tutaongoza au tutakuwemo. Tafsiri yake tutapata wageni wengi zaidi, na inshaallah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, rais wetu na wananchi wa Arusha tutaendelea kuongeza mazingira bora ya kutengeneza pesa na kila mwananchi kufurahi. Nawashukuru sana Burka Board of Director including my friend Alex Dean, kwa, kwa part parcel ya hii movement wakishirikiana na wanasheria kampuni yetu ya Mawala kwa kazi nzuri kubwa walioifanya. Tumekuwa kwenye vikao takribani tisa nikiwashawishi na kuwaonyesha umuhimu wa ukumbi huu kujengwa katika mkoa wetu wa Arusha. Na eneo lao ni eneo la kimataifa, ninaweza kusema, kwa sababu linachukua taasisi nyingi ukijumuisha pamoja na taasisi ya mahakama ya Afrika. Ni ndoto yetu kama mkoa kuanzia Burka pale TANAPA kwenda mpaka laki laki, tuweze kujenga mji wa kisasa, mji mpya, mji ambao utamfanya kila mtu duniani atamani kuja Arusha. Na mheshimiwa rais, ameshazindua sera ya mambo ya nje na kuruhusu diaspora kuja nchini kuwekeza, ameshazindua sera ya wizara ya ardhi na kuruhusu developer wakubwa duniani waje kuwekeza. Naomba kutumia fursa hii kuwaomba njoni, mwekeze Arusha. Arusha ndani ya miaka miwili mitatu ijayo itakuwa ni Arusha tofauti sana. Kwa kuwa tunakwenda kuweka mazingira yote mazuri ya kuwafanya wawekezaji wakubwa wa nje na wa ndani kuitumia Arusha kama kitovu cha mikutano, kitovu cha utalii, kitovu cha michezo lakini mwisho wa yote, medical tourism ndani ya mkoa wetu Arusha. Kwa haya yote yanafanyika chini ya Rais wetu na mimi naomba niwashukuru sana wametoa ardhi yao bure. Ambo ardhi ina thamani kubwa sana thamani hiyo hii, ni zaidi ya bilioni ishirini lakini wameona mantiki ya ukumbi huu na kwa kuwa wametupatia kama sehemu ya donation yao, tunawashukuru sana, na nimewaambia tutakuwa na barabara mpya zitakazojengwa kutoka barabara kuu inayokwenda Nairobi, kushuka kuja barabara kuu inayokwenda Dodoma. Maana yake tutatengeneza barabara ya private kwa ajili ya viongozi. Hatutaki viongozi wakija Arusha mikutano, barabara zifungwe tutakuwa na barabara ya private kwa ajili ya viongozi, tutakuwa na barabara ya public na tutakuwa na barabara ya service kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Na tayari nimeshawasiliana na Wizara ya Ujenzi na Katibu Mkuu anakuja ili tukakague eneo kuona namna gani ujenzi wa hizo barabara utafanyika kwa maendeleo bora zaidi ya mkoa wetu wa Arusha na nchi yetu ya Tanzania. Mwisho, sio kwa umuhimu. Tuendelee kushirikiana na serikali, tushikamane wananchi wa mkoa wa Arusha. Fursa za kiuchumi zinakuja nyingi sana. Naomba na kupitia hadhara hii na kwa si zaidi kila mwananchi ajitahidi kadri ya awezekanavyo aione fursa ya uchumi, na serikali tutaendelea kuboresha mazingira ili tutengeneze pesa, na kila mtu aishi maisha yake ya amani akiwa na uchumi wake imara eh. So Dini.